Ni tuachie kama vile tunaendelea ile kata kata kata kata okay. Mimi ndio nilibuni ile ni, uh, niliwashawishi nili, nili tu tuimbe nani hiyo uh, hivyo sasa yeah. Akatuachia muda mrefu sana pale, nikajiuliza huyu anatuchora nini yani uh. Tuna dansi pale wewe na, na Solo eh na Solo naye na era. Hapo e, hapo tunaendelea tunapata mizuka, unajua ngoma ukisikiliza, of, of course mtu kama Solo Uh, <laughs> kwa aina ya mziki aliokuwa anaofanya alafu kuja kumbadilisha kwenye hii mambo ya pwani wao, ulifikiria kitu gani? <laughs> No, um, um, Solo alikuwa na he he had a a a good voice voice voice he has a very deep he's got a beautiful uh, rap voice, hip hop lakini aliweza, mbona sauti yake sinaendana, of course <laughs> lakini the, the, biggest Thing kilikuja kutokea hapo mm. uh, it it was was was a hip hip yeah. hip hop era, na hip hop hop era era Yeah. was powerful. Yes, Kitendo exactly. cha Solo kuingia hapo tayari aligawanya mashabiki wake and uh, aka create enemies uh, as you know. Yeah. Uh, Mizinga, ambaye, yeah. ya cha Kalapina ambaye alikuja akahusishwa na vurugu nayo kumbe ni ndugu yake wakawa wanatumia hiyo kwamba huyu jamaa umeona amesanda na nini anapiga ngoma hizi na nini hey, you know sijui naisiun no. na, na, my na, na, na, na, in na, na, na, in na, my opinion, mm. in my opinion of course kuna hip hop school na kuna kuna bongo flavor flavor mona yeah, yeah. mm. Sasa hii ndo tulikuwa tunazalisha bongo flavor, ndo mwanzo wa bongo flavor mm. Mm. and this was, uh, this was was in 99, in 2000 year an mm. iswa mm. so the the way that sawa, hip hop ilikuwa ina nafasi yake yeah. Sugu alikuwepo he had his success, umona, lakini ilikuwa haiendi viral, ilikuwa haiendi mainstream mm. Umona, ilikuwa haipewi nafasi mm. So kilichotokea na na bongo flavor ni kwamba it was somehow made uh, universal or made broader mm.

Ambayo it's a version of, of American hip hop, but it's still very close to the hip hop culture ya Marekani yeah, yeah. Mona mm -hmm. Haikuenda mbali sana bado ilikuwa right. Ina ina stay kwenye in that lane. All right. So, so sababu ya bongo flavor kupata ku nafasi na, na kukua ndo vitu kama hivi. Kuchanganya chaganya ndo nyimbo kama hii, mm -hmm. Hii ngoma hii ndo nikashangaa, nika, nilikuwa nanunua bigiji pale na manga wakati navuka boda kuingia Kenya naisikia. Nikaingia pale Mombasa, nikaingia kununua kitu naisikia. Yaani kila kona nilikuwa naisikia hii hii ngoma ilikuwa bonge la hit kwa, yeah, kipindi chake. Kuna kuna wale, kuna eh, wale wadau wa hip hop ni <laughs> sawa, wanaweza wakasikia uchungu lakini mimi sio mshabiki wa timu ya mpira mona mm. sina timu nanielewa. yeah. mm. Kwenye, kwenye hii tasnia ya sanaa na mziki, mimi siwezi nika, yani, kwanza ukimdharau mtu mwingine ambayo anafanya sanaa mm. we ni mjinga sana, yaani ni mjinga mkubwa sana. All right. kwa sababu kwanza chanzo cha huyu mtu kuanza kufanya sanaa amesha ameshapata wito mbona. mm. mm. na na sio kitu rahisi alichokifanya pale, kwanza kutunga na kubuni kitu eh. yeah. so, so anybody who you know, who steps on stage ambayo anaanza kuimba, mimi hata siku moja siwezi kumsema, sijui wewe potelea mbali wewe huna, mm. huna lolote. yeah. yeah, yeah ndio maana unakuta pale wakati na, na kwa judge pale Bongo Star Search mm, nilikuwa sio nilikuwa sipo, sipo kama Master J <laughs> yeah. So well, mimi nimeshapita haya mambo ya kuimba imba na kufanya nini. yeah, yeah, sure. It's very vulnerable. Yaani uko, uko uchi sijui mm, kama na, mnanielewa um, yeah, yeah. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. so So mimi nikimsemesha mtu ambaye amepanda jukwani pale Bongo Star cha kiimba, nikimsemesha vibaya, nikitaka kumponda, naweza nikamwambia haya, inaonekana wewe unapenda sana kuimba, lakini nani vizuri, wewe endelea tu kuimba, lakini sana sana utaimba tu bafuni na nini hmm, ishie hapo. <laughs> So idea ya idea ya ya solo song kuimba kwenye kwenye kwenye aina hii ya muziki ya mambo ya pwani, idea ya production, ulileta wewe eh, au ni bwana Pifa? Malalamiko yalete kwangu, tuletee wewe eh? Wababe wote wa hip hop mm, tukupe wewe eh, malalamiko yote. Kwa nini solo ulimwimbisha kwenye mtambo wa? Mtambo wa PO box Inabidi tusikilize pia new project hapa ya kwako. Yes. Na hii inaitwa fundi bomba. Ndio. Eh, fundi bomba. Na leo tunaisikiliza kwa heshima tu, inapaswa itoke Jumanne. Yes. Eh, inapaswa itoke Jumanne lakini, wewe kwa sababu unasikiliza the classic. Na yeye yuko hapa leo basi unapata kuisikia kwa mara ya kwanza, ila make sure Jumanne ubanduki kwenye akaunti zote za mitandao ya kijamii za Mzungu Kichaa kwa sababu video yake inatoka siku hiyo hiyo na video yake ni balaa. Haya, tumsikilize fundi bomba. Fundi bomba, ukiwa na maana gani? Ah, maana tofauti tofauti, maana nyingi <laughs> uh, eh sababu mimi ni fundi wa mziki eh. Eh ni mtu wa ubunifu, na hiyo sekta ya ubunifu kwenye ma kwa mafundi Uh, fundi bomba ni mtu nafikiri ambayo mara nyingi anapata cheo yani cheo chake kiko chini sana ah, okay. Eh, uh, tuna msahau sana tuna yani, mdharau uh, sana fundi bomba uh, mm. Lakini mwisho wa siku tuna, muhitaji. Tuna muhitaji kabisa na, na fundi bomba <coughs> ambayo mafundi ambayo mimi nimekorofishana nao zaidi kushinda mafundi yote nafikiri ndio mafundi bomba <laughs> eh. Kwa nini kuangusha? Kwa sababu eh, wakifanya kazi mbaya maji si yanamwagika, yeah, yeah, yeah. Eh, vitu haviendi eh, alafu menunua sijui koki alafu koki inavuja vi, ni vi, unahitaji vifaa vizuri yeah, yeah. Kuna changamoto sana kwenye kwenye fundi bomba, kwa hiyo nikaamua kumpa positive light kidogo huyo mm-hmm. fundi bomba ambayo anapambana na wateja wake wateja wake wote wanamchukia kila wakati ya fundi bomba yani, ah, hamna fundi bomba mzuri fundi yeah, yeah, yeah. umeme yuko mzuri mm -hmm. fundi seremala tunamsifu sana fundi bomba hatuja hatujamkuta yule mzuri, ndio leo tunamkuta sasa. okay. mm. ana veti, ana sifa mm. nyingi. Eh, leo, leo ndo tunampa maua yake. E, na yeye mwenyewe atakuwa na dance pale kwenye, yeah. kwenye, <laughs> kwenye, kwenye, <laughs> kwenye, kwenye nani kwenye hardware pale yake yeah. e, atakuwa na dance sana anajivunia, mm. aamaji yes. lakini pia kwenye video, of course, niliamua sasa em, unajua haki jinsia pia Uh, yeah, uh, nilikuwa napenda sana nimwone fundi bomba mwanamke, sijawahi kumuona kwenye video. Kuna fundi bomba kike. Tuone, tuone, ndoni yako hiyo hivi, sio ndoni yako hiyo hivi, ni kwamba mwisho wa siku mweke binti kwenye video hmm. hmm. kuleta mageuzi kidogo na, na, <laughs> unajua, unajua tunashangilia, sio mtu, sio mtu ni fundi mitambo, Zainabu Amiru

Um, we need more women kwenye hizi hizi kazi of course, technical jobs, wapiga picha wawe wanawake um, kwenye hizi kazi ngumu hizi za, za ambayo tunasema hahusiki mwanamke awepo ni mwanamke. Yeah, yeah definitely. Yeah. So I think that's that's very important. Sahihi kabisa bwana. I say so. Fundi bomba hii inaleta mwashirio gani kuelekea sana yako manake, unasema uh, una feel young sana yani, una feel bado ndo kwanza kama unaanza hivyo una yeah. feel feel uko new generation kabisa. No, I feel um, very uh, grateful, namshukuru Mungu kwamba nimefika hapa nilipo mm. na nimeweza kubaki kwenye game miaka yote, maana wenzangu ambao tulianza nao mm. wengi wame, wameacha pengine wamefungua kawosh. Wameanza biashara zingine wameacha mziki yeah, mwona yeah. na to be able to uh, maintain, uh, the career that I've maintained and to be able to do what I love uh, I think is very important. na, na kingine pia ku, kuweza kuchangia um, sauti yangu kwenye uh, kizazi kipya kwa sababu Bongo yes. flavor imegrow imedevelop, kuna awamu tofauti kama unavyojua yeah. Uh, ulikuwa umesema mwenyewe hapo mwanzoni yes, so kuchangia hata kwenye awamu hii ya sasa hivi yes. And, and you know that, that sound ambayo nafikiri ndo hiyo nilikuwa nasema kwamba mimi na p-funk alikuwa ananifanya sijui ni kazi kwa ovyo ovyo kidogo. Safari hii kwenye fundi bomba nimeweza me, ni ni, relax nimeweza eh, ku relax na yeye amefanya kazi nzuri na mimi nimeweza kufanya kazi nzuri, so, so fundi bomba ni miongoni mwa project unazofanana naye na sasa hivi eh, uh, nilishiriki right no yeah, yeah, amefanya production Kifan, yote? Yeah, okay. The whole thing which is, uh, which is is a beautiful way to to to continue the, the journey. Bezla, ni ni yeah, so, so, so um, Um, yeah. so he's done that project. Okay. Um, what I also decided, mm -hmm. Kitu ambacho niliamua kufanya kwenye project, ambayo ni album, mm -hmm. Ni ku kuwashirikisha maproducer mbalimbali kwa hiyo, All right. Tuliza moyo ambayo, ambayo it's the the first single of the album, <coughs> nilifanya na Aba. Mm -hmm. Kuna project nimefanya na, na DX, uh, Arusha, kuna wasanii ambayo nimewashirikisha ambayo sitaki kuwataja, I want it to be a surprise um, so there's, there's a lot of collaboration um, which i think uh, ni muhimu sana kwenye kwenye relevancy mm. unajua albamu mm. kwenye nyimbo zijazo ambao zitatoka kama ndo tunashuti video zingine za za za project, wale ambao wana skill ya sasa hivi kushirikiana nao, kama ni artists au ni producers, um, and all that right, kuchangia kwenye kwenye sanaa ya sasa hivi kuleta kitu kipya pia kwenye game kwenye industry. Sawa. Nataka nikuchangamsha kidogo. Baridi mekupiga sana. Sawa, nataka nikupe joto. Sawa sawa. Joto joto flani hivi, sawa eh? Ndio. Hii inaitwa mida ya lawama. Hebu iseme.

unachagua moja mm. Eh, ni moja tu nachagua alright. Okay. Mimi da lawama na mkali hapa mwenyewe kabisa Mzungu Kichaa. Kwamba niwe na lawama naye. Yaani mimi da lawama, utakayemtaja ndo umemtaja, utakayemwacha lawama hizo kwa sababu umeniacha mbele ya Nature ndio lawamu, yani basi basi. Uh, solo thing you pick one kwamba nani kidogo na, eh, so, na nature na, nature ulama ulama, ulipo umesikia kwenye production sogi dogi au Rajabu Marijani na na Bongo sijamwona muda mrefu na ni upo sogi sogi, so kama kijana siku hizi anaenda

<laughs> And finally, you manacha, oh, Inspector Haroon. <laughs> <Inspector Haroon. laughs> okay. Inspector. Inspector Haroon. Mbona kidogo joto kidogo. kidogo, kidogo, Mimi, joto lilipanda, kidogo kama unaona hapa ni sina uoga wa kutengana na watu kidogo, of course, kidogo kuleta uh, eh, kuleta joto pia and, and this is uh, sio sio kama iko malicious hivi yeah? No, no no, kwa sababu sababu joto joto pia entertainment. Joto pia entertainment eh, <coughs> haiishii kwangu eh, inafika hadi kwa <laughs> <laughs> yeah yeah up so um so ulikuwa unasema dakika moja labda hmm, yeah. Uh, una experience kubwa sana mitaa Denmark kule unafanya show tumeona mara nyingi hmm. Na unaishi kule unafanya muziki kule, utofauti wa ufanyaji kazi wa muziki kwa wasanii wa Denmark ukilinganisha na Tanzania uko kwenye engo gani, hasa kiujumla? Tupe experience yako, naeza ia kusaidia pia wasanii wa Tanzania um, kwenye upande wa ubunifu na ubunifu unasababisha na changamoto. Uh, Tanzania wako mbele. Uh, changamoto kama kutokuwa na vifaa, umeona, kutokuwa na drum kit nzuri, unakuwa mpiga drums mzuri zaidi. Sijui kama naeleweka, sababu mm. una, unapata zile unapita kwenye changamoto mbalimbali mbali. Mm. Inabidi ukaze zaidi ukigonga lile nani lile lile ngoma itoe sound basi unatumia ubunifu sana kuliko yule ambayo ana, ana, ngoma ile kali kali za za mamilioni huko yeah. Mona yeye ana kazi rahisi analegea, um, of course, kuna faida sasa ya kuwa na hivyo vifaa vizuri, so you can go to the next level, um, and I think hicho ni kitu ambayo kidogo kwenye kwenye udau wangu ambayo toka nianze nianze kama kwenye industry 2010 as a performer na nini, nilikuwa ni, ni nachukua wanamziki kwenye bendi yangu na, na watoa Tanzania, tunaenda wote Denmark na tunajifunza mambo na tunazidi kuwa kuboresha uwezo wetu kwenye kwenye sanaa na tunajifunza kupitia vifaa vizuri na nini na nini, unaona maenjinia uh, wazuri ukipiga pale, you have, you, you have have so so so many more opportunities Mon. Okay, uh, so, so there's there's uh, there's good things here there's good things there um, and if you can bring them all together you can create magic so, so. Mimi nashukuru sana kwa muda wako. Ndio. Leo tumefurahi kuwa nawe. Asante. Ninaamini nina tutakutana tutakutana kwenye The Classic nyingine. Yes. Mambo atakapokuwa yako mazuri tutakutana tu tena, yes. Tausio, thank you so much for the invitation. Yes, karibu. And uh, for your hard work in uh, celebrating, you know, uh, legacy legacy and And and history. history. And history. Yeah. And history, yeah. Yeah, yeah. Uh, which is very important. Yeah, kabisa. Sawa sawa, e bana, e sawa. Uh, tulikuwa na Mzungu Kichaa hapa. Hakikisha siku ya Jumanne unaisubiria. Uh, fundi bomba, au sio bana? Uh, mtu mmoja amenitumia message hapa, anasema mafundi bomba wanawake mbea wako wengi, kwa hiyo nenda mbea huko, wapo wengi. Okay, anasema uh, nipo pamoja sana, nipo sambamba nanyi Dar es Salaam, cha Muheza, Tanga. Okay, huko Tanga, mzee wangu. Sawa bana, nitapata walau dakika moja hivi ya kuamalizia ndugu zangu wa kule YouTube wale uh, kulikuwa kuna message nyingi hapa, ngoja niziangalie nitakazoziweza. E, Kibopa kutoka Tegeta mzungu, anasema, a, anasema mzungu amekinyosha Kiswahili. Ah, poa. Christopher Ojabari pamoja, hongera kwa kumleta huyo mwamba. Kuna ngoma iko na feed ni hatari, mpe mawe yake. Okay, hiyo ngoma siku nyingine akija tutaizungumzia, najua wengi mmeigusia lakini leo muda haujaniruhusu tena. Diwe liganga sio poa class jamii ajitolewa ameruka masela hapa sio mchezo. Big up kuvichaka kwa chakula cha burudani jitoleo amefurahia sana, anasema fundijiwe kutoka Mbeya Town. Kama kawa, tuko pamoja. Chidi Boy, Rashid Mkwendo, Samuel Masawe, tuko pamoja tangu mwanzo wa kipindi. Gitaa la mzungu kichaa na Shigara Gwan live limenipa hisia sana, mzungu ana madini sana. Haya basi alimalizie tena. Anasema gitaa. Tuna sekunde kama 45 hivi na Shigara Gwan lile. Hapa haya tume... limalizie, tumebakia kimya na tunaondoka hivyo. Mm. Shigara Gwan, Shigara Gwan